Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana rafiki yangu Profesa Kabudi kwa kuteuliwa kuiongoza wizara hii, na mimi siku niliona uteuzi wake niamini nili... kabisa kwamba anaenda kurekebisha mambo yote kwenye wizara hii, na pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake anazofanya katika kuinua michezo nchini kwetu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 na tukitoa mawazo, mimi nimeshiriki sana kuzitafuta zile pesa, wanajua wasanii. Tukitoa mawazo, ikifika muda wa pesa na kurupuka na shule. Sasa hili ndo tatizo, mheshimiwa. Mfuko wa sanii pesa alizotoa Mama Samia, leo tukiuliza kuna shilingi ngapi, au mliowakopesha wamerudisha shilingi ngapi? Wako hapa kuchukua hela leo, wengine na kuoa, kununua magari, starehe zingine, zimewaua na kuwaua, badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu wanaoandaa miziki, maprodusa. Nyie mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV kwa kuangalia shepe. Hii haifai, pesa yote imeisha. Wako hapa tuwaulize, halafu tunaanza kuwasingizia, masharti yamekuwa magumu, mpaka mlete hati. Hakuna pesi pesa inatoka kirahisi. Pesa lazima iwe na masharti ili tupate marejesho. Hatuwapi hela ya kwenda kula, badala ya kuwapa watu wanaoandaa wanao wanao filamu. Msanii anayeonekana kwenye TV wengi wao wanamalizana na maproducer analipa keshi yake anaondoka, badala ya kuwapa wale waandaaji wa mziki, kuwapa waandaaji wanaoandaa filamu, mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV. Niambie Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yako, yale mamilioni hamsini arobaini tuliyotoa, kuje nayo majibu, wangapi wamerudisha? hata mmoja? na anazifanyia nini? na tukakagua biashara zao, wote wamenunua kuruga, wamenunua arfadi, zimeisha zote, hamna hata mia. Sasa mngetuchukua tukawashauri, tuliozoea maisha ya kitaa, Leo hii tungekuwa na wasanii mabilionea, kwa sababu ukimwezesha mwandaaji ni sawa umemwezesha yule anayeonekana kwenye TV. Kwa hiyo niombe sana mheshimiwa, ukija hapa huja na majibu yanayoeleweka ya mwisho. Nampongeza sana mheshimiwa rais na naendelea kuwaombea Simba wakafanye vizuri, unapoenda kuiwakilisha nchi kwenye fainali. Sisi wote tunaungana kama taifa moja, na serikali iangalie ndege, na kama kuna nafasi nami naomba lifti kabisa, natanguliza nikashangilie. Nakupongeza sana Profesa Kabudi, wewe ni mzee mwalimu wa kitivo cha sheria mbobevu, nina imani irekebisha hii wizara. Ninajua wewe ni mwalimu mzuri, sidhani kama utafeli. Ukifeli, kama kuna kitu kinakusumbua, mimi nipo naweza kukushauri bila malipo. Nakushukuru sana, asante sana mheshimiwa Speaker. Asante sana, asante sana mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami leo niweze kuchangia katika taarifa hii ya bajeti au hotuba ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Awali ya yote napenda nimpongeze